Jamii imetakiwa kuchukua tahadhari ya kujikinga na maradhi nyemelezi ikiwemo saratani ya mlango wa kizazi katika kupata chanjo kwa lengo la kutokomeza janga hilo. Meneja msaidizi wa kitengo cha maradhi yasoambukiza Zanzibar, Dr. Zuhura Saleh Amur, ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wanafunzi katika skuli za maeneo tofauti kisiwani Pemba, ambapo amesema ugonjwa huo umekuwa mkubwa kutokana na wanajamii na kwa kutokuwa na mwamko wa kupima afya zao. Amesema saratani ya shingo ya kizazi ni tatizo linalowakumba wanawake walio wengi, hivyo bila wazazi kuchukua hatua za dharura kuwapeleka watoto wao hospitali kupima, kuna uwezekano mkubwa wa kupata athari katika mfumo wake wa uzazi. Jamii ifahamu umuhimu wa kuwapatia mabinti wao hii chanjo ya HPV. Kwa hiyo ikiwa chanjo imetolewa mashuleni wazee wanapoambiwa, wanapoelimishwa wasikatae. Na tunashukuru na tuwapongeze kwa Zanzibar tumefikia asilimia kubwa sana kwamba mabinti wetu wameweza kupata hiyo chanjo. Kwa hiyo tuendelee na ari hiyo hiyo, tuendelee na uelewa huo huo wa kuwashajihisha wazazi, walezi wakubali mabinti zao wapatiwe hii chanjo ya HPV, kwani chanjo hii ni suluhisho la kuweza kudhibiti maongezeko ya saratani ya shingo ya kizazi. Na miaka 20 kumi tena inayokuja, Zanzibar saratani ya shingo ya kizazi itakuwa ni historia tu. Kwa upande wake mratibu wa kitengo cha elimu ya afya Pemba Suleiman Fakihaji na daktari dhamana hospitali ya wilaya Micheweni, Dr Hamis Rashid, wamesema miongoni mwa dalili za ugonjwa huo ni pamoja na kufanya uvimbe na kutokwa na maji maji yasiyo ya kawaida. Ili tujikinge, ili tupate salama, sisi wizara ya afya pia kushirikiana na yeye tunawahamasisha na kuwaelekeza na kuwakumbusha, ni muhimu sana kufuata taratibu za kupata kinga ya hayo maradhi ambayo daktari kayazungumza, kuna dalili ambazo unaweza ukaziona. Kuna uvimbe uvimbe midogo midogo ambayo sio ya kawaida katika sehemu ya, ya uke. Kwa hiyo usije kuona ni vitu vya kawaida, ni mapema kuweza kufika hospitali kwa ajili ya kupata ushauri. Lakini vile vile, endapo katika mnakuwa, kwa sababu elimu yenu nasogea na kukua, vilevile huona vile unatoka damu baada ya kufika katika umri ambao tayari sasa umeweza kuwa mtu mzima na umeweza kuwa na mwenza wako. Baada ya kufanya tendo na mwenza wako likatoka, uh, ukaona baadaye, ukaanza kuona unatoka damu, inakuwa ni dalili nyingine. Dalili nyingine, unaanza kuwa na maumivu wakati wa kufanya uh, kuwa karibu na mwenza wako, wakati wa kufanya kitendo. Kansa ya kizazi hawezi kupata mwanamume, kwa sababu mwanamke hana shingo ya kizazi, lakini tukija kwenye kansa ya tenzi dume kensa ya tezi dume anapata mwanamme, sawa eh? Mwanamke hawezi kupata, lakini tukija kwenye kensa ya matiti, huo wanapata wanaume na wanawake. Kensa ya ziwa wanapata wanaume na wanawake, japokuwa wanaume wanapata kwa asilimia ndogo sana, asilimia moja, lakini wanapata. Kwa hiyo jinsia nayo pia ina, inachangia kuweza kupata hizi kensa. Sababu yingine ni urithi kama kwenye familia yako kuna mtu aliwahi kupata kansa mwanafamilia, kwa hiyo kuna uwezekano wa mwanafamilia nyingine kuweza kupata kansa. Kwa hiyo ni vizuri mtu anapopata kansa kumuuliza, je, katika familia yako kuna mtu kapata? Kwa sababu urithi pia nao unachangia. hivyo ni vituhe kutumia tumbaku aina yoyote ile, shisha, sijui kube, zote zinaweza zikaharibu mfumo mzima wa mwili na sel zikachafuka zikakusababishia ukapata maradhi sawa. Eh, njia moja ya kujikinga ni kuepuka kufanya ngono mapema, umri mdogo. Sawa eh, unatakiwa ujitunze, utulie mpaka wakati utakapofika, msikimbilie mambo, uko pamoja eh? Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameshauri Wizara ya Afya kuendelea na utaratibu wa kutoa elimu maskulini, kwani kuna uelewa mdogo wa kupima afya zao ashauri kuu waendelee kutoa elimu katika sehemu mbalimbali kama imasukulini katika jamii, ili watu waweze kuelewa kugundua tu zilelea nini wasiweze kuchukulia na atoe msisitizo, ili waweze watu waweze kuzifata zile sheria nazo ini wakiziona waki tu zilelea lini waweze kuelekea kituo cha shukrani. Amina lkulaleo katika kituo chetu laika kupatia mafunzo ya magonjwa ambayo yanakumba yanaikumba jamii pia magonjwa hayo yanakuwa hayaambukizi, lakini na, na, <coughs> haya, na, na athari kubwa katika miili ya mwanadamu. Mafunzo hayo yanayotolewa kwa wanafunzi wa skuli na vyuo kisiwani Pemba yanaendeshwa na kitengo cha maradhi yasiyoambukiza Zanzibar kwa kushirikiana na kitengo cha elimu ya afya Pemba chini ya ufadhili wa Benki ya Dunia.